A short time ago, the US military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz and Esfahan. Usiku wa kuamkia leo eh, Marekani imefanya mashambulizi huko nchini Iran ambako ni mashambulizi ambayo ni makubwa sana ukilinganisha na mashambulizi yote ambayo Israel ilikuwa ikifanya. Uh, sasa nataka unielewe kitu kimoja ambacho nitakueleza. Hapa naomba unisikilize mwanzo mpaka mwisho kutokana na kile ambacho eh, nitakueleza hapa. Ripoti kamili inaanzia hapa. Jina langu naitwa Jimson Natson. Hii ni Klaus Digital Updates, ni kuhusiana na vita vya Iran pamoja na Israel ambapo uh, Marekani wameingilia kati kwa kulipua vituo vitatu vya nyuklia ambavyo ndio kitovu kabisa cha nyuklia nchini Iran. Tunaanzia hapa. Marekani imeshambulia maeneo ya nyuklia ya Iran kwa makombora aina ya B2 ambapo amesema afisa wa Marekani ambapo pia Rais wa Marekani Donald Trump anasema Marekani imekamilisha mashambulizi kwenye maeneo matatu ya nyuklia nchini Iran ikiwa ni pamoja na Fordo na Tans pamoja na Esfahan fahan. Fordo imeenda aliandika Trump, kwenye ujumbe wake kwenye mtandao au jukwaa la ujasusi la kijamii, akaendelea kuandika akisema kwamba tumekamilisha shambulio letu lililofanikiwa sana kwenye maeneo matatu ya nyuklia nchini Iran ikiwa ni pamoja na Fodo na Tanz na Isfahan. Ndege zote sasa ziko nje ya anga la Iran, aliandika kwenye Truth Social, ambao hii ni mtandao wake yeye mwenyewe. Lakini Trump aliongeza kuwa mzigo kamili wa mabomu ulirushwa Fodo na ndege zote zilikuwa njiani kurudi Marekani. Ndege za kivita za Marekani B2 ambazo ndizo zenye uwezo pekee wa kupiga makombora kufikia maeneo ya nyuklia ya Iran yaliyopo chini ya ardhi, awali yaliripotiwa kuhamishwa katika eneo la kisiwa cha Marekani cha Guam na kusababisha uvumi kwamba ndege hiyo inaweza kuhusika katika shambulio la Marekani dhidi ya Iran. Sasa, kutokana na hiyo eh, kile ambacho kimefanyika bado, ujumbe wa uh, Trump kwa nchi ya Iran ulikuwa ni wa kitofauti sana, huku ujumbe wa Trump kwa utawala wa Iran ulikuwa ni mfupi sana, rahisi na wa moja kwa moja, ambapo anawaomba sasa Iran waje kwenye meza ya mazungumzo au shambulio zaidi litakuja, aliandika akisema kwamba wasipofanya hivyo, mashambulizi yajayo yatakuwa makubwa zaidi, alisema na rahisi sana katika kuelekeza, katika kuelekea mashambulizi hayo. Trump alirudia mara kwa mara, angalau hadharani aliacha nafasi ya mazungumzo kuendelea, huku akisema kwamba sasa anaendelea kuacha njia wazi, lakini huku tishio la mashambulizi zaidi ya Marekani likiukabili uongozi wa Iran. Aidha kutakuwa na amani au kutakuwa na janga kwa Iran kubwa zaidi kuliko tulivyoshuhudia katika siku nne zilizopita, alisema Trump. Hakutaja kuwa hakutaja kwa uwazi uwezekano wa mabadiliko ya serikali huko Tehran. Badala yake aliweka wazi kuwa Marekani inaamini operesheni hiyo imekamilika, lakini ikiwa tu Iran itakuja kwenye meza ya mazungumzo kwa ajili ya eh, kufanya negotiation. Marekani imehamisha mali nyingi za kijeshi katika eneo hilo, jambo ambalo linapendekeza kama Trump alivyobainisha kwamba Marekani iko tayari kuchukua hatua haraka sana ikiwa rais atachagua hivyo. Lakini sasa eh, jina la Trump linaonekana kuandikwa kwa utofauti sana, tofauti na vile ambavyo tulikuwa tukifikiria wakati huo. Vyombo vya habari vya Iran vimepuuza shambulio la Trump. Mtangazaji wa televisheni ya serikali ya Iran amepuuza tangazo la Trump kuhusu kuharibu mtandao wa maeneo ya nyuklia ya Fodo, akiongeza kuwa ni mahandaki mawili tu vya kuingilia na vya kutoka kwa Fodo vimeharibiwa. Anadai kwamba kilichoharibiwa ni sehemu ya kuingilia na sehemu ya kutokea. Vyombo vya habari rasmi vya Iran vilianza kudharau mashambulizi hayo mapema na kuyaita ripoti ambazo hazijathibitishwa. Moteza Heidari, msemaji wa usimamizi wa mgogoro wa mkoa wa kuom, ambaye alikuwa amethibitisha shambulio la sehemu ya Fodo, baadaye aliharakisha kusema kwamba kwamba jimbo lote lilikuwa tulivu kabisa. Vyombo vya habari vya Iran pia vilijaribu kupunguza kwa kusema milipuko hiyo sio mikubwa sana. Wakati huo huo, Iran inakabiliwa na kutokuwa na uwezo mkubwa wa kufikia eneo la Fordo ikitaja kwamba mashambulizi ya adui kama sababu. Hii imesababisha kupungua kwa video na picha zilizotumwa kwa BBC na kushirikishwa kwenye mtandao wa kijamii, ikimaanisha kwamba tunapaswa kutegemea zaidi video za vyombo vya Iran na vyombo vya habari vya serikali kwa maelezo yao peke yake. Lakini kwa upande mwingine uh, Irani yaonya kuhusu athari za milele kufuatia mashambulizi ya Marekani, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Iran ambaye anajulikana kwa jina la Sayed Abbas Arwagachi amelaani mashambulizi ya Marekani na kusema kuwa ni la kuchukiza, na amesema Iran ina njia zote za kutetea uhuru wake Matukio ya asubuhi ya leo ni ya kuchukiza na yatakuwa na matokeo ya milele. Kila mwanachama wa Umoja wa Mataifa lazima ashtushwe na tabia hii hatari sana isiyo ya kisheria na ya uhalifu, ameandika kwenye chapisho lake kwenye mtandao wa X. Aragachi ameongeza kuwa Marekani imefanya ukiukaji mkubwa sana eh, wa katiba ya Umoja wa Mataifa kama mwanachama wa Baraza la Usalama la Umoja